Ah, okay. Karibu sana ewe mpenzi mtazamaji mfuatiliaji wa tutorial zangu za FL Studio. Ah, kwa majina anaitwa Black Star Music TZ. Ah, kwa leo kuna maswali kadhaa ambayo nimeulizwa na watu wengi sana. Ah, na baadhi ya komenti hizo nimezipitia ambazo zinauliza kitu kimoja. Kuna watu wanauliza namna gani ambao wanaweza wakatumia FL Studio. Uh, na kuna watu pia wanauliza ni namna gani ambavyo wanaweza wakarekodi kwa kutumia FL Studio uh, <coughs> leo nataka nijibu nijibu maswali yote kwenye hii tutorial uh, ambayo yana yanahusiana na jinsi ambavyo unaweza ukatumia FL Studio, so kwa upande wa beat making na so kwa upande wa uh, vocal recording uh, katika doo zote ambazo na, na, nazijua kwa mimi au programu zote ambazo nazijua ambazo tunatumia kwa kutengeneza sound au mziki kuanzia FL Studio, Cubase, Pro Tools, Studio One, uh, sasa <coughs> zote hizo studio si Pro Tools, uh, FL is a better au is a best one, FL ni namba moja kwa program zote ambazo nimekutajia, Studio One, Cubase, sijui Pro Tools sijui, uh, na program nyingine nyingi sana <coughs> uh, okay, sauti so yangu kidogo inakuwa loser, kwa hiyo tutakuwa tunaoiana lazi. Kwa hiyo FL studio ni do ambayo naweza nikasema ni namba moja, na ambayo ndo ambayo pia inatumika na maproducers wengi au wazalishaji wengi sana wa muziki ndo dua ambayo inatumika sana na wazalishaji wengi sana wa mziki. Uh, mi natumia FL Studio ishirini pia nimewaitumia FL Studio kumi na mbili ngapi. FL Studio zote ziko ziko sawa, ila kulingana tu na vishen na kile kitu ambacho wewe mwenyewe unakuwa una kihitaji. Ntafungua FL Studio yangu kama hivi. okay, FL Studio yangu imefungua kama hivi na FL Studio inapofunguka inakuwa ipo setable kwa tempo ya 130. Yes, hiyo ndio FL Studio jinsi ambavyo inafunguka inakuwa setable kwa tempo 130. Kwa hata ukipiga tempo tap itakimbia kwa tempo hiyo. Kama hivyo ni tempo ambayo inakimbia sana. Sasa <coughs> kitu cha kwanza kwa wale ambao wanakuwa wanahitaji kurekodi kwa kutumia FL Studio, FL Studio ndio jinsi ambavyo imefunguka kama hivyo. Ukihitaji kurekodi kwa FL Studio, basi make sure unaweka tempo ya biti husika. Kwa mfano naweza nikaweka tempo ya ya mia moja labda, hapa mia moja BPM nikaja labda, yes, tuseme nimeweka tempo ya mia moja. Kwa wale ambao wana rekodi kwa kutumia FL Studio, ndo nitaanza nao kwa sababu na inawezekana wao wenyewe ndo ikawa tukatumia muda mchache sana kwa, kwa kuwekezana kuliko wale ambao tutawekezana kwa kufanya beat making. Kutakuwa na vitu vingi dogo ko ambao na rekodi uh. Unaweza ukaseti tempo ya beat kwamba beat ulipiga kwenye tempo gani, unaweza ukaweka hapo kama beat lipiga kwenye tempo fulani yes. Sasa kinachofuatia ni, ku, ni kuenda kwenye mixer track kama hivi na kuchagua track ambayo utatumia kwa kurekodi kwa mfano mimi napenda sana kutumia track ya mbali ambayo hata nikiwa napiga beat siwezi kuifikia. Naweza nikaweka 23 20 ngapi, maana sio kila kitu ambacho nakuja kukimix. kuna vitu vingine vinakuwa viko mixed na kuwa sitaji kuvimix. Kwa uwaga, napenda sana kutumia track namba 23. Kabla hujakuja kwenye track namba 23 make sure unakuja kwenye option, unaenda kwenye audio una seti, kama hauna sound card basi hakikisha una seti kati ya hizi mbili, ashio 4 au FL ashio kwa. Unaweza nikaweka FL ashio kwa wale ambao hawana sound card, unaweza ukaweka hivyo na ukaja sasa hapa. Nimechagua namba ishirini na tatu nitakuja kwenye hapa kwenye non hii. Yeah, hapa non ntakliki, nitakuja kwenye kuna FL ashio stilio na FL Studio asio mono. Kwa nitakuja kwenye mono nitachagua in one hapa. Kwa hapo unaona tayari FL Studio iko inapokea sauti. Sasa unaona tofauti. FL inakuwa na feedback kama jinsi ambavyo unasikia. Uh, sauti inakuwa iko na feedback. Sasa unafanyaje kuondoa feedback? Kwa nini unatumia FL shina moja, itakuwa ni simple sana. Kwa hiyo mbona unatumia FL visheni za chini ya ishirini na moja basi ukicreate hapa, nani hii namba 23 njoo kwenye upande wa master itoe hiyo namba 23, isisaini kwenye master. Unatoa hapa ya saini ya, ya master alafu na shakosa, sauti za feedback zote zinakuwa zimetoka. Kwa unaweza ukarekodi voice yoyote ile. Uh, <coughs> naweza nikarekodi nikachukua labda hata beat nikaenda kwenye upande wa biti zangu nakoweka. Okay, naweza nikachukua hata hii hapa hii nikaja kuiweka hapa hivi, kama hivo. Ni biti ambayo iko poa sana, sasa naweza nikaisikiliza. Itakuwa kwenye party, utakuja kwenye songs kama hivyo, alafu utaplay Yes, hii nilipiga kwenye mia na mbili kou, nitaweka kwa mia na mbili tempo kama hivo. <coughs> Yes kou, sauti yangu biti na saundi hivo kou, naweza nika, nika kliki kwenye batani ya kurekodi afu nika play Azel, ulisema wanaoimba wanaweza wakawa wanaimba. Sasa unaona tight track hapa imerekodi. Yes, na ukitaka kufanya mixing pia unaweza ukaja kwenye upande wa mixing. Naweza nikatumia namba ishirini na mbili nikaja kwenye nikakliki upande wa pili wa mouse yangu kama hivi, ikaniletea option kama hizi, nikaja kwenye clicked group hii hapa, create group naweza nikaandika vocal kama hivyo vocal <coughs> baada ya kuandika vocal ilikuwa ni namba 22 na mbili. Kwa hiyo naweza nikaija kwenye upande wa voko yangu ya ambao ni hii, nika click kama hivi, nikaenda ni kwenye, kwenye track nikaipeleka mpaka namba 22 mbili kama hivi, namba 22 na mbili hii hapa kwao hii, hii voko yangu ya itakuwa ina sound kwenye upande wa kwenye upande wa <coughs> wa grup la voko <laughs> kwanza nikaweka kitu chochote hapa reverb. Hata nikaweka reverb, nikaweka equalizer yoyote ile. Ulize mananana, nanana na, na na na. Ukafanya equalizer zako ya vocal, ukaweka sijui, ukaweka sijui EQ tena kama vocal inataka si kufanya nini, ukaweka ukaweka stereo shape kama hivyo kwa... Kila kitu unaweza ukaweka auto tune, ukaweka nini, Everything unaweza ukaweka hapo ya koo hivyo, ndio jinsi ambavyo unaweza ukarekodi video kwa kutumia FL Studio. Ni process chache sana, naweza nikazirudia kwa pamoja ili kukurahisishia wewe. Kitu cha kwanza ni kufungua FL Studio yako na kuseti tempo, tempo ya biti. Kama ujui tempo ya biti, basi make sure unatafuta kwa kutumia tempo tap, ili uwe na uhakika ukao unaenda na kiki ukapata tempo ya biti uh, na kama, na kama tempo najua basi seti moja kwa moja. Kitu kingine njoo kwenye option, njoo kwenye audio seti, njoo kwenye hapa seti VST yako system, kwa mfano nimeweka mimi FL Studio uh, njoo kwenye upande wa mixer track, njoo kwenye track ambayo utarekodia, njoo hapa seti kwenye upande wa mono, utaingiza hivyo. Uh, utakuwa umemaliza kwenye upande wa mixing, collect group lako, weka kila vocal ambayo utakuwa na record utaikliki utakuja kuipandisha kwenye namba ya group au namba ya track ambayo wewe umeadi group lako. kama ilikuwa ni namba moja basi hapo utapeleka mpaka namba moja. Kama ilikuwa namba kumi utapeleka mpaka namba kumi. Kila vocal kwa vocal zote zitakuwa zinaingia kama kutakuwa na magrupu tofauti tofauti kwa kila vocal utapeleka kwenye grupu ambayo wewe mwenyewe utakuwa unahitaji, um, kwa mfano hapo nimeweka effect kadhaa huko, reverb, EQ kunaweza ukasikia. Yes, hivyo ndio jinsi ambavyo naweza ukarekodi kwa kutumia FL Studio. Simple sana na ni doa ambayo vocal zake zinakuwa ziko na quality, hata kutumia mic ambayo inakuwa ni cheap microphone, ila bado inakuwa inaf, inazingatia ubora wa sauti ambayo zinakuwa zinaingia. Kama gain itakuwa inaingia kubwa, unaweza ukashusha knob ya gain ya sehemu ambapo umeweka mic au sehemu ambapo umeweka input ya vocal, unaweza ukashusha zeoi vile wewe ambavyo unataka gain yako iwe. Uh, na kwa wale ambao nitapitia tu, kwa wale ambao wanakuwa wanahitaji kufanya beat making wa kwa kutumia FL Studio. Kwa wewe unaweza ku comment hapo, maana nitapita kwa haraka haraka sana, kwa kama hujaelewa, pia unaweza ku comment hapo, tukarudia kipindi uh, mwanzo mpaka mwisho na tukafanya kipindi for the scratch. Yes, kwa hapa, napitia tu zile, zile process ambazo zinakuwa ni muhimu kwa upande wa beat making. Uh, proses ya kwanza muhimu ni kuseti tempo ya yes, detect tempo ambayo wewe itakuwa inakupa emotion au feelings. Kitu cha tatu ni kuwasha tempo tap ili ujue mapigo ya tempo ambayo umeselect yanaendaje. Kwa hiyo itakuwa yes, ni tempo mia na tatu inapiga hivyo mapigo yake. Kitu kingine unaweza ukaanza kwa kutengeneza groove, groove ambao ni drums Yes, au unaweza kuanza kwa kutengeneza code au unaweza ukaanza kwa kutengeneza melody, hivyo vyote vile ambavyo unahitaji. Sasa unakuja kwenye pati hii, utaselekti kinanda the way kile ambacho wewe unataka kutumia. The way mimi naweza nikaselekti labda uh, labda contact kama hivyo. Baada ya contact, naweza nikaselekti labda motif key kama hivyo alafu nikaja kupiga unakuja hapa na kuja kwa nao panga utapiga uh, kodi yoyote ambayo ile unataka kupiga. Na sheria ya kodi ziko na interval, kwa kama unahitaji jinsi ya kupiga kodi unaweza ukakoment hapo, nikapiga nikaelekeza jinsi ya kupiga kodi. Unaweza ukapiga simple code kama hivi simple code. Wanasema hiyo kodi ya gospel, si kodi ya nini, hakuna kodi ya gospel wala hakuna kodi ya bongo fleva. Piga kodi ambayo ina sound better yoyote ile. Yes msani, kama unamfuata msanii piga kodi ambayo inaendana na toni ya msanii kama hivyo. Kwa hiyo kodi yangu inaweza ikawa na sound hivi. Kwa hiyo nikishusha hapo kwenye bass yakaa, inaweza ikawa na sound hivi. Yes, kwenye bass inaweza ikawa na sound hivi hapo mtu anaweza kusema yes, as a code of gospel yes. Sheria ya kwanza fanya hivyo, tempo ya pili. Uh, unaweza ukaanza na kodi melody, au, au drums. Yes, sheria ya tatu. Kwa mfano mimi hapa nimeanza na tempo kama kawaida, nimekuja code ndakuja simple melody, naweza nikatumia motif key hii, nikai clone kama hivyo, nikakopi kodi yes, copy. nika nikapesti hapa kama hivyo, alafu nikaingia kwenye hiyo kodi nika control a kuselect zote, alafu nikazipunguza, alafu nikaziweka hapa hivi, nikazikopi kukopi unabonyeza shifti alafu unaziamisha. Yes, kama hivyo. Kwao zinaweza zikawa zina sound hivi, zinaweza zikawa na sound hivi. Yes, naweza na nikazipandisha kwenye tau ya juu ili zisiwe na besi. Yes, unaona ni simple sana na kufanya kitu kama hiki, unaweza ukaenda kwa mfano, mimi naweza nikaanza kutafuta base. <coughs> Simple based nikachukua FM base, nikaja kupiga, inakuwa e, inapita hivi tu kwa inaweza ikawa inaimba Yes, hiyo ni base ambayo nimeipiga simple. Kwa hiyo ni vitu vitatu. Baada hapo unaweza kuanza kwa di drums. Kuna aina nyingi sana za kupiga drums, ni wewe the way drums gani ambazo unazihitaji. Yes, naweza nikapiga simple drums za za gospel kwa sababu tayari nishapata melody ya gospel, kwa hiyo naweza nikaja kwenye plugin gani hiyo hiyo Kontakt, nitumie tu Kontakt, nita nita clone tena ili niweze kuchagua drums nitakuja kwenye yama, nitakuja kwenye drums, tachukua standard 1. Yes, yep standard 1, nitakuja huku, nitatoa reverb kama, na reverb sihitaji. Yes, nitashusha reverb kama hivi. Yes, kama hivyo, alafu nitakuja kupiga, nitaanza na kiki. Fourth step kama hivyo, nitaanza na kiki tayari, kwa inakuwa inasound nikipiga the way zote. Yes, nitaangalia snare ambayo itakuwa ni safi Ntapiga hat hii kwa sababu tunaelekezana uko, ntapiga tu simple kama hivi, eza nikapiga tu kama hivyo, alafu ikawa na saundi. Naeza nikapiga hat kama ipo hapa karibu, hat kama itakuwa karibu a hii hapa, japokuwa ni nzito sana, kwa nitatumia hivi, nitakopi yes, kama hivyo. Baada ya kumaliza hivyo, nitasikiliza, nitazishusha sauti, nitazikopi zote alafu nitazishushia sauti ambavyo naona ya yeah. Hivyo ndo simple jinsi ya kutengeza beats kwa wale ambao beginner. Kwa kama haujaelewa, unaweza fanya ku comment tu hapo, tukafanya tutorial kwa ajili ya beginner kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo unaweza ukapiga gita, the way ni contact tena, yes nikapiga gita yoyote ile acoustic guitar. Kuna gita ziko huku. Naweza nikaweka hizo gita Hizi hapa naweza nikapiga zenyewe hapo <tune> Ni simple sana na kufanya beat making kwa kutumia FL Studio. Kwa wale bigina kabisa uh, na kwa wale ambao wanahitaji labda private class, unaweza ukanicheki kwa namba zangu ambazo zipo chini hapo kwenye maelekezo. Uh, na kwa wale ambao wanahitaji tutorial nyingine kwa ajili ya bigina basi unaweza ukafanya comment yako hapo ikafanya mimi nifanya tutorial kwa ajili ya bigina. Uh, the way ka sound ketu kana saundi kama hivi ni sound ambayo iko beta, ina sound beta, japokuwa hayati kama imezidi fulani hivi ila so mbaya kwa uh, sababu tunaelekezana saundi yetu <tune> ina saundi hivi. Tukutane kwenye kipindi kijacho, naitwa Black Star Music TZ producer from Morogoro. Sana music.